Wapendwa katika Kristo karibuni tusikilize tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne katika juma la nne la Pasaka, na leo hii tunaalikwa kutafakari neno la Mungu kutoka katika Injili ya Yohane sura ya kumi aya 22 hadi ya thelathini. Bado katika siku ya leo tunaendelea kutafakari dhana ya Kristo mchungaji mwema na siku ya leo anatualika na kutuambia ya kwamba kazi anazotenda ndizo zinazomshuhudia yeye, ya kwamba ni mchungaji mwema. Yeye ndiyo kiongozi wa maisha yetu, na anatualika ya kwamba tunapoisikia sauti yake, hakika atatujalia yale yote tunayomwomba, kwa sababu yeye mwenyewe amekubali kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Na anasema ya kwamba kondoo wake wanaisikia sauti yake, naye ya anaijua sauti ya kondoo wake. Hivyo tunapomwendea Kristo katika maisha yetu na kumwomba yale yote tunayomwomba, hakika yeye ni msikivu na anaijua sauti ya kondoo wake na atatujalia yale yote tunayomwomba. Anachotaka kwetu ni ile imani thabiti juu yake na kutazama zile kazi za ukombozi alizotenda ili na sisi kwa kutazama kazi hizo ambazo zinamshuhudia Kristo mwenyewe hakika ziweze kuwa ni sababu ya wokovu wa maisha yetu. Hivyo wapendwa katika Kristo, Kristo anaposema ya kwamba kazi anazotenda ndizo zinazomshuhudia katika maisha yake, tuzitazame kazi hizo, kwa kuwa anatenda kazi za Baba nasi, katika maisha yetu tuweze kuwa na ujasiri huo wa Kristo wa kuwaambia watu wengine, tunapowapasha habari njema, habari ya wokovu, ya kwamba hata kama hamtuamini sisi kwa sababu ya historia tuliyo nayo, tazameni zile kazi za Kristo ambazo tunatenda. Kazi hizo ziweze kutushuhudia, kazi hizo ziweze kuwa sababu ya wokovu wa maisha yetu, kazi hizo ziweze kuwa sababu ya wokovu wa maisha ya watu wengine. Kristo anaposema jambo hili ni kwamba kazi yake ndiyo jina lake, nasi kila mmoja wetu naamini katika jamii anayoishi, hakika kila mmoja wetu ana kazi ambayo anatenda, kila mmoja wetu kuna shughuli ambayo amekabidhiwa na jamii, kila mmoja wetu ana shughuli ambayo amekabidhiwa na kanisa au taifa kwa ujumla, aweze kuwa na ujasiri wa kusema ya kwamba mnaposhindwa kuniamini mimi, jaribuni kutazama hii kazi ninayotenda, kwa namna ambavyo anatenda kazi hiyo kwa haki Hivyo tuongeze juhudi katika kazi ambazo tunatenda, tuzitende kazi hizo kwa uaminifu ili kazi hizo ziweze kutushuhudia, na watu wote wanapotutazama tukiwa tunatenda hizo shughuli mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ametupa kibali ya kutenda shughuli hizo, ziweze kutushuhudia, na hakika watu wanapotutazama waweze kusema hawa ni Wakristo kweli kweli, hawa ni kondoo wa Kristo, na Kristo aliye mchungaji mwema hakika nawaongoza katika kutenda kazi hizo. Tuombe neema ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu ili Kristo mchungaji mwema aliye kiongozi wa maisha yetu aliye kiongozi wa zile kazi ambazo tunatenda aweze kupa nguvu, aweze kutupa nguvu ya kukabiliana na changamoto ambazo tunakumbana nazo katika kutekeleza shughuli zetu za kila siku. Katika kutenda kazi hizo, hakika tuweze kumshuhudia yeye aliye kiongozi mwema, nasi tuweze kuwa waaminifu kwa hizo kazi, na kila mmoja tutazamapo aweze kuona uwepo wa Mungu kwa zile shughuli ambazo tunatenda, nasi tuweze kuwa kiongozi au viongozi wema wa kuwaongoza watu wengine ili kila mmoja aweze kufikia yale matamanio ya moyo wake. Watu watutazamapo, waweze kusema hakika hawa ni kondoo wa Kristo, hawa ni wa Kristo, hawa hakika ni wachungaji wema wa kundi ambalo wanalichunga kundi ambalo tumejaliwa au tumekabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Mungu Roho Mtakatifu amuongoze kila mmoja wetu katika juma hili ambalo tunatafakari kuhusiana na Yesu mchungaji mwema Kristo mwenyewe aweze kumwongoza maisha yake, naye mwenyewe aweze kujiongoza, aweze kuwa jasiri wa kukabiliana na ye yoyote, ili lile kundi ambalo Mwenyezi Mungu amemkabidhi kama mchungaji wa kundi hilo aweze kulifikisha pale ambapo Mwenyezi Mungu amelenga. Mwenyewe itukuzwe damu ya Kristo milele. Amina.